Shogangu, mbona unalala Tanzania, huko kwako ndugu yangu, hebu amka bwana. Yani kila kitu mimi nikufanyia, hebu amka bwana, amka, hebu amka. Mtu ambaye yani hujali hata mume wako, ameamkaje huko kazi, kulala mpaka saa hivi hapa kwako. Hebu amka jamani, hebu amka bwana, uende ndugu yangu hiyo, hebu amka, kampikie mpenzi wangu chai, nalala mpaka saa hivi. Ziyan, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Kila lenye mwanzo haliko sina mwisho, wahenga walisema, huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema, nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso maumivu na mapenzi. Ulinisini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu. Moyoni umejaa ya maumivu, macho yangu hayaoni mbele ni huku, hujuhujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia.

Kupanda usichokivuna wahenga walisema, nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi, ulinisini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu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 vuna waenga walisema nyuma ya pazia kuna mambo mengi usaliti na mateso maumivu na mapenzi sikia mpenzwangwa na raka kwa hiyo iko ambacho nachokitayarisha ungeachana nacho, au kama unaweza unaweza ukatumia wewe. Sawa, so, tuondoke. Shinda salama, mwanangu, mama anakupenda. Baadae nitakuletea zawadi. Subiri, nimesahau na hn begi yangu. hata hivyo, sorry madam, nimechukua begi yako, kwa siku ingine nikija, nitakuletea na nitachukua ya kwangu.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

Sijui. Uh, salamu ah, sasa mpenzi wangu, unajua kabisa kuwa jana ukuweza kulala hapa nyumbani ha? lakini unanirudia asubuhi, unanikuta hapo nje, hata kunisalimia. Unisalimie? Kwani salamu ni muhimu sana? salamu ingekuwa muhimu, wewe ungekuwa ushajenga majumba mengi sana. Nishakusalimia sasa. Shida iko wapi? Si umekuja ndani na tumeshasalimiana. Na kitu gani kingine? Yaani unapenda lawama, unagubu sana wewe. Lakini si kwa ubaya. Ni katika hali tu ya kuhitaji kujenga na si kubomoa. Ha? Maana usiku wa jana nilikuwa na wasiwasi wasi kweli. Kila nikipiga simu zako mara hazipatikani mara zinaita tu hazipokelewi, mara na simu atakuita eti najikata. Nilikuwa na wasiwasi wasi mmoja mkubwa sana. Wewe uko na wasiwasi wewe? We kama ulikuwa na wasiwasi wasi, jana mimi si nilikuaga. Wakati nakuwaga kwa nini ukuuliza? Alafu sasa hivi unajitii tulikuwa na wasiwasi. Wasiwasi wako wewe ni nini sasa? Kwa nini hukuniambia kuwa hautaweza kurudi siku ya jana? Sijasema. Sasa shida iko wapi? Na wewe kama ulitaka kujua kama nitarudi jana, wakati nakuwaga si ungeniuliza? Yani mimi nimerudi na mambo yangu kichwani, nimechoka, bado makelele. Nasema nirudi nyumbani nipumzike, nakutana na wewe tena. Mwanaume unaongea kuliko hata redio, huwezi kunipa mapumziko eh? sitaki kana, sitaki kabisa. Naomba usinivuruge, nina misongo ya mawazo jamani, sitaki bela ni vitu gani hivyo ambavyo wewe vinakuchosha, ambavyo mimi sistahili kuvijua? Wewe huwezi kuvijua mpaka yale ambayo nakutuma uyafanye uyafanikishe, ndo utajua ya kwangu. Kwa hiyo ya kwangu wewe hayakuhusu, niachie mwenyewe. Basi sawa, mpenzi wangu. Katika mambo ambayo yanakusumbua kichwani, mimi naelewa baadhi yake, nadhani kutoa ishaka katika hilo, ila tu uh, nadhani unatambua kuhusu ile pesa ya watu waliochukua juzi. Usijali uh, kuhusu hilo, maana jana nilifanikiwa kupata hela na mimi nilishamalizana naye. Uh, na pia katika kukupunguzia hayo yote yanayokuumiza tena kichwa ambayo mimi sihitajiki kuyafahamu, uh, <laughs> kwa furaha hilo nayo kwa kuwa umerudi salama asubuhi, moja nikupeishi kiasi kidogo, enzi wangu. Katika hizi nyakati ngumu ambazo mimi napitia, nahitaji mtu sahihi wa kunisikiliza na kunielewa na pia aweze kunisaidia bila hata ya kuweza kunihukumu, na mtu huyo ninayemtegemea ni wewe, kipenzi changu. Mm -hmm. Asante, yani nakushukuru sana yaani katika siku ambazo umenifurahisha. mm -hmm. Basi leo umenifurahisha. Njoo kwambie. Eh? Mm -hmm. Sogea. Yeah. Sasa leo nataka nikuogeshe nataka nikukande, mm -hmm. nikupikie chakula kizuri uinjoi mm -mm. ah. yaani nisikufiche, yaani umwundoa msongo wa mazo wote kwenye akili yangu. Sasa hivi upo wewe tu, mm -hmm. Sasa tutakwenda chumbani, tutakwenda chumbani.

Makijacho. Eh, eh. Na masabuni unaenda kufua mm hapa? -hmm. Hey, nikafue ndugu yangu hey. Wewe si ulisema mume wako amekubali kukuletea mfanyakazi, haya ulikoni tena? mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Walda, sina sinakusemesha wewe. <coughs> Ni changamoto tu za hapa na pale ndugu yangu, kwa hiyo tulikualusana kidogo akawa ameondoka amekasirika, hata ile sabuni ajinyachia. Nikawa nimeona nije hapa kwa mangi nichukue sabuni kisha nikafua, maana mashuka yangu yana muda mrefu sijafua. kukopa sabuni? Wada we na maisha yenu, wakwenda kukopa sabuni ya shilingi mia tano. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe hata mchana umekula kweli? Hebu niambie kweli, ila akula amekuachia wewe au nalakula, nalakula. <laughs> haya. Acha mii nikuache, nenda kaendelea na kazi zako sawa? Kuja baadaye nyumbani. Wewe nenda kaendelea na shughuli zako. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Tafuta Simon, <laughs> Simon unaonaje haya mazingira? Uh, nimeyapenda nishotu, kwamba ni mazingira mazuri sana. Unajua moja moja, sio mbaya kukaa sehemu tulivu kama hivi, kweli <laughs> yeah kwao si tuna enjoy tunaokaa huko uh, so unajua kuna muda atakiwa upate upepo asili kama hivi, halafu yeah. mm. kingine mm. Yani katika siku ambazo nimefurahi ni leo kweli, yaani kile kitundu cha asubuhi kwenye nyumbani kwako yani nimejua jinsi gani unanipenda Simon, unajua na machache sana naweza kufanya kitundo kama kile, yani na ujasiri Mi nilikwambia nakupenda tena, wewe ndo mwanamke ambaye upo ndani yangu, kwa hiyo kufanya kitu kama kile sio sikushindwa, ni kitu kidogo. Leo ndo umeonyesha yeah. <laughs> <laughs> jinsi mm. gani mm. unanipenda kweli, na nakuahidi mm. sitakuangusha, sawa <laughs> ni hii kingine, hata usimchoki mm. nilikuwa nakukumbushia ile pesa ya biashara unajua, machoka kaa nyumbani. Oh, okay, nakumbuka sasa. Hebu niachie wiki ijayo, nadhani kuna mzigo unaosubiria ukishaingia bandarini ntoka mishiela yako. Au usijali ya, unajua ka sana nyumbani na akili inalala, halafu watu wenye wanasema mimi na danga ndio Yani nogiwa mpaka nakuitati mke wangu. Mimi ni mke wako ndiyo? Yani kitu cha kuonyesha ile asubuhi. Usijali, mimi sitokaa sana asubuhi, kuna mambo fulani ya haraka na yawai kidogo. Ko nyumbani kwangu, utafika kabisa. Tawasiliana, nitakupigia simu. Basi nenda usichelewe. So umesema si una haya. Sasa kuna kiasi kidogo cha matumizi. Tawasiliana basi. Asante. Subiri basi.

Na ah, shemeji, habari. Sina hata shida na salamu yako Saimoni. <tipulisa> ni mwanaume wa aina gani eh? Mke wako amekubebea mimba sawa, bado anakuheshimu lakini we hujali chochote. Ni mwanaume wa aina gani? mke wako kae nyumbani eh? Humwachii mpaka hata hela ya kula hmm, inavyompinda mke wangu Si. Wewe unampenda mke wako wapi wewe? Simoni, unampenda mke wako wapi? Huna cha kuongea kwa sababu ni vitu ambavyo unavifanya, huwezi uwezi kuigiza. Simoni, unaonekana una sura ya huruma sana, sura yako na matendo yako ni vitu viili really tofauti, hata haviendani. Simoni, nisikilize, nimekusikia mara kibao sana, nasikiliza stori zako lakini mpaka hapa tulipofikia ntashindwa kuvumilia sasa. Namba, unisikilize kitu kimoja alafu unielewe sawa. Kwa sasa unakoelekea Simon, ntakushtaki